My channel kama nimpia kwenye hii channel basi usisahau ku subscribe, ku like and comment. Leo tuko na Zuchu hapa akijiandaa eh, kuelekea kuperform Arusha huko. Anaenda kuperform huko Arusha eh, kuna event ya CRDB Shareholders Seminar. And akiwa on the way alikuwa anatupa burudani hapa kidogo eh, na hii video yake alivyokuwa anaelekea airport akiwa anaelekea zake Arusha. Well, msijali nitaweka hii video hapa muione vizuri kabisa bila ya sauti yangu. Ya yeah, kwa hiyo leo Zuchu akenda kuperform huko. Tusubiri tuone atakavyo kiwasha huko Arusha eh. Kajipanga hapo, yuko na timu yake kama kawaida. Hizo ndo some of the pictures aliyo attack. Kajipanga vizuri sana Zuchu e, na kamwili kake kako portable kabisa. Kwa hiyo tusubiri atakavyokiwasha. Okay guys, nimewekeni hii video hapa mtazame alivyokuwa e, anajiandaandaa

Oke okay, huyo ndio Zuchu bwana akiwa kwenye maandalizi eh, ya kwenda kukiwasha huko Arusha. Mume akaelekea zake Zambia kwenye wedding performance, kaalikwa koko, akatoa show kwenye wedding, na mke naye anaelekea zake wapi? Arusha. Yani kazi kazi tu, hakuna kuzubaa, hakuna kulala. And mume nikimaanisha Diamond Platnumz kama hujaona video ya Diamond Platnumz akiwa anaelekea Zambia kwenye private jet, basi nenda kaangalie, iko hapo kwenye peji yangu na link nimewekea kwenye description ya hii video. Ingia kwenye description box utaikuta link ya video itakupeleka moja kwa moja ukamwona Diamond Platnumz akiwa kwenye private jet anaelekea Zambia, anawaambia walimsema, walimsema hawezi ile ndege alopanda kuelekea kwa, kwa Priscilla na Jux alikodishiwa na mzee so, kawa prove what wrong kwamba yeye level zake ni za jet kwa mongale. Ni nendeni mkamwangalie ni Diamond Platnumz okay. Turudi kwa Zuchu, mmemona e, Zuchu hapo alivyopendeza kabisa, safi kabisa, akiwa anaelekea Arusha kwenda kuperform kwenye CRDB Bank, huko kuna semina. Kwa kwa hiyo tukae mkaa wa kula tukimsubiri Zuchu, yaani eh, atakavyo perform <laughs> yaani, swanisemeji Zuchu hajawahi kutuangusha kwenye ku perform tu. uh, anachangamka sana yaani, anakuwa hatari, si mnamjua mwenye bizura. Well, guys, drop your comment down there. Eh, ukimwongelea chochote kizuri kuhusu Zuchu, pia usisahau kusubscribe, eh, ku like hii video pia cha muhimu weka all notification yako ili usipitwe na mambo mazuri, uwe wa kwanza kabisa kupata habari zikitoka tu, to za mastabasi wewe unakuwa wa kwanza kuwa notified. Thank you so much, malizeni ki, kipande cha Zuchu akiwa anacheza.